Na, na mambo vipi mtu wangu, nguvu ni mimi, mtangazaji wako Kevo TV na kukumbusha, usisahau kusubscribe chaneli yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Na E bwana, leo nakutajia idadi ya wachezaji ambao CV yao ni kubwa, afu ni wachezaji ambao hakuna timu yoyote ambayo inahitaji wachezaji. Ni wachezaji wazuri na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana bwana. Namba moja ni Baka. Baka ni mchezaji ambaye, beki mzuri sana ambaye timu yoyote inamhitaji na uwezo wake alivyoonyesha, anafaa kuchezea ligi yoyote kwa sababu so ni beki kitasa sana, ni beki ambaye anajituma sana na najua kabisa uwezo wake audanganyi. Ni beki ambaye itegemezi sana katika klabu ya Yanga. Sasa anaubeki CV yake na uwezo wake umefanya aende viral sana aende juu sana trendi sana kinoma noma kwa sasa hivi. so, ukisema beki ambaye anaangaliwa sana lazima umtaje Baka. Baka ni beki ambaye ana uwezo mkubwa sana na kipaji chake akidanganyi, kwa hiyo namba moja ni Baka. Alafu samani yake ni kubwa sana ya kuuza. Ukaenda kumchukua huyu mwamba pale Yanga Afrika, lazima uwe na mpunga kuli kweli, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana trendi, alafu ni mchezaji ana uwezo mkubwa, alafu anategemewa katika kikosi cha Yanga Afrika. Ukifuatilia kabisa hata mwenyewe huyu mwamba alifungiwa timu ya Yanga kidogo ilitikisika fulani kwa upande wa beki, kwa sababu beki ni beki anategemewa kinoma noma na uwezo wake tumeuona pia, hata kimataifa kule alivyoenda kucheza Tanzania na Nigeria, uliona kabisa mwamba alivyokuwa na kamia mechi na alivyokuwa anaonyesha baraka kubwa sana, kwa hiyo beki huyu bwana, samani yake ni kubwa sana ukienda, okay? kununua pale Yanga Afrika lazima ujipange kinomanoma, kwa sababu ni mchezaji ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi. Lakini vile vilevile mwingine tunafuata Shabalala Zimbwe Junior. Huyu mchezaji bwana naye kabla hajaja hapo Yanga Africa alikuwa hapo Simba. Kule Msimbazi bwana kipato anachofanya ni kubwa sana. Na uwezo wake wana Simba aliwateka kinoma noma. Eh, ukimwambia mwana Simba beki gani ambaye kiukweli alikuwa anapendwa sana pale Msimbazi, lazima muongelee Shabalala Zimbwe Junior. Ni beki ambaye katili sana, alafu ana uwezo mkubwa. Alafu huwezi kuzania kama mwamba bwana ni Mtanzania uwezo anaonyesha pale uwanjani. Kwa hiyo CV yake na uwezo wake umefanya beki namba mbili ambaye ana uwezo mkubwa sana na CV yake ni kubwa sana kiapa Tanzania na sasa hivi tunajua yupo Yanga Afrika na kule Yanga Afrika panga pangua, mm, lazima kikosi cha Yanga usike umwamba ingie bali analionyesha na uwezo ambao wanao sasa hivi pale Yanga Afrika. Lakini za ndani kabisa inasemekana bwana Shabala, kuna timu kibao za nje zinamhitaji huyo Mwamba, mm, kwa uwezo wake. Lakini pia kinachoperisha upande wa pili, tunajua Mwamba kidogo ni mkubwa, umri ni mkubwa kwa ukiona umri wako uzishi unaweza kutumika pale kwenye timu yao msimu mmoja msimu miwili, kidogo anakukata na kuweka pembeni. Lakini Shabalala, ni mtu ambaye hakuna timu hapa Afrika ambayo inamhitaji huyu mwamba kwa sababu ana uwezo mkubwa sana, alafu ni mtu ambaye anapendwa kinoma hapa Tanzania. Kwa hiyo namba mbili mtu ambaye kitasa lazima umtaje ni Zimbwe Junior Shabalala huyu mwamba. Lakini vile vile bwana, pale Yanga Afrika unamwongelea Pacome Zuzuani, mchezaji ambaye kusema kweli ana uwezo mkubwa sana mwamba bwana anacheza namba zote za mbele bwana, huyu mwamba ni mchezaji ambaye anategemewa sana Yanga Afrika. Kikosekana huyu mwamba kwenye timu, ujue timu ina kazi siku hiyo, timu itapata shida kwa sababu huyu mwamba anafanya yanga wafanye kazi ndogo sana wakiwa uwanjani. Akiwa mwamba huyu mbele, mambo anakuwa yameisha kabisa, yani ushindi kuupata ni jambo dogo sana. Kwa hiyo bwana, huyu mwamba tunajua kabisa historia yake bwana in very cost umamba anaujua mpira kinoma noma, na tunajua kabisa very cost timu ya taifa ina watu ambao wanaujua mpira kinoma noma, lakini umamba naye ni very cost, lakini kule haitwi, lakini bala lake na unaonyesha hapa Tanzania ni bala kubwa sana, ni mchezaji tegemezi sana hakuna timu yoyote ambayo imtaki huyu umamba, na tunajua kabisa Simba wanamuinda kinoma noma kwa so, sababu ni mchezaji ambaye anajua kuchezea mpira kinoma noma na anajua kuchezesha timu ichezeje ifanyeje. Ndio tunataka wachezaji kama wao, ni uwezo mkubwa umamba bwana, uwezo wake ni mkubwa, ni mchezaji mzuri sana, hakuna timu ambayo haimhitaji, na kwenye timu za hapa Afrika nyingi sana zinamjua Pacome Zuzua. Ni mchezaji ambaye ana balaa kubwa sana akiwa uwanjani. Kwa hiyo wachezaji wanamjua, mabeki wengi sana hapa Afrika wanamjua Pacome Zuzua, ni mchezaji hatari sana. Kwa hiyo bwana, mchezaji ni mchezaji ambaye anavunja rekodi kabisa mm. ya mauzo, ni mchezaji ambaye ukienda pale Yanga Afrika lazima utoe kibunda cha kueleweka, kwa sababu ni mchezaji anategemewa sana na timu kibao zinamhitaji Pacome Zuzua, na alivyokuja katika ligi hapa Tanzania akutrendi sana alionekana kama ni mchezaji wa kawaida sana, lakini bara lake baadaye aliouja kuonesha ni bara kubwa sana. kwa hiyo imeonesha huyu mwamba ni tegemezi sana katika timu ya Yanga Africa. Kwa hiyo bwana issue Indonesia hapo, wachezaji ambao wanatrendi sana na wachezaji wana uwezo mkubwa sana katika ligi hapa Tanzania na wanauzwa gharama kinoma noma, ni wachezaji hawa hapa ambao wanatoka Yanga Africa. Kwa hiyo yangu ni hayo, mtu wangu wa nguvu, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe chaneli yetu na kulike na kushea na kucomment ili kupata habari zingine ambazo zinakuja za motomoto zinazotrend -moto, mtandaoni. Yangu ni hayo, mtu wangu wa nguvu, asante sana.